Anaweza kuongea kiufundi lakini sio sehemu yake. Ngoja tuzungumze ile hali halisi ambayo iko kibinadamu. Of course uh, mechi ka, na timu kama Singida mechi kama Yanga, unajua kwamba ni miongoni mwa timu ambazo zinatajwa kama title contenders pro, probably, msimu ukiwa unaanza kwenye timu nne ambazo zinaweza kuzungumzwa kwamba hawa wanaweza kwenda kupambania ubingwa ni Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida uh, Big Stars. Kwa hiyo unategemea kwamba utakutana na mechi ngumu na kama hesabu zako hazitakuwa sawa obviously tutapoteza. So kwa mechi ya Singida tulikuwa na fatigue ya kutoka Mbeya. Means of transport hatunaga tatizo na kusafiri, lakini namna ya kusafiri ya yetu kutoka mbeya mpaka tunarudi da kutoka da kwenda Singida, wachezaji walikuwa wamechoka. Vivyo hivyo kutoka tena Singida via Dodoma kula SGR rudi dar es Salaam, alafu saa 48 unapumzika, unajiandaa na mechi kama hii. Nafikiri wengi hawakupendezwa kabisa na namna ambavyo tumecheza second half uh, I mean uh, first half, lakini second half wachezaji wetu waliamua kwamba liwalo na liwe twendeni tucheze, tumepata goli. Kwa hiyo ndio mpira wa miguu ulivyo, ndio kitu ambacho huwa kinatokea. Hatutajilaumu kupoteza mechi kwa sababu itatupotezea focus ambayo inakuja, lakini tutajaribu kukaa chini kama timu kuangalia kwamba, uh, kuna kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika ili kuwa na wakati mzuri kwenye mechi mechi zimebakia. Kwa sababu kama mnakumbuka, niambie ni mara ya mwisho lini Azam FC imepoteza mechi mbili mfululizo? Lakini kwa ratiba ilivyokuwa kwa timu kama hizi ni timu ambazo unategemea kwamba lolote lina, linaweza kutokea either wewe au wao exactly ambacho kimetokea. Lakini kwa mechi ya leo ya Yanga tumeumia kupoteza mechi, lakini hatujaumia kufungwa na wao, kwa sababu uh, nadhani watu wanakumbuka kwamba mechi mbili zilizopita za ligi kuu tumewanyoa bila tatizo na hakuna mtu ambaye alikuwa anaizungumzia hiyo story. Otherwise, wachezaji wetu wamejituma, tunawapongeza as a team, wamefanya kazi nzuri sana. Kila kitu kilikwenda proper isipokuwa kuto kupata matokeo wanja. Wanasema usiku zote ukijisifu na mbio na msifu na ambaye anakukimbiza yeah. na watazama pia wapinzani wenu ambao ni Singida mm -hmm. Katika ile nafasi ya tatu na wenyewe leo wamepoteza mchezo wao. Sisi always ni miongoni mwa timu za juu big three. Kwa hiyo kuniambia mpinzani wangu ni Singida hiyo ni kuniumbisha. Mimi mpinzani wangu ni timu yeyote ya ligi kuu ndio maana uliona Yanga alikuja hapa raundi ya kwanza akachukua kipigo akachezea, si ndio? Na leo alikuwa mpinzani ambaye ameamkia upande mzuri wa kitanda, ameshinda mechi. Exactly, mimi na Singida hapa ngoma ilikuwa ngumu, lakini tumeenda kwao, tumekaa sisi vibaya, wameshinda. Ndivyo hivyo hivyo, kama ambavyo tulitoka hapa sare na Pamba, tukaenda Mwanza, tukaenda tukafungwa na Pamba. Hao wote ni wapinzani wetu kwenye ligi kuu. Kwa hiyo uh, sio kuhusu timu moja ambayo iko nyuma yako ni kuhusu timu zote za ligi kuu na vile ambavyo unaweza kuchukua hizi alama ili kujitengenezea mazingira mazuri kwenye msimamo, kwenye nafasi ambayo wewe uko. Kwa hiyo sio swala la mtu mmoja mmoja naswala, na nafikiri ni swala collectively. Sasa hizi focus yetu kubwa tunaamishia kwenye mechi tatu ambazo zimebaki za hapa Azam Complex na mechi mbili ambazo tunategemea kucheza moja Kagera, mechi ya mwisho ya kufunga msimu tarehe 25 mwezi wa tano takutana na Kwaraa kule uh, Fountain Gate kule Kwaraa Manyara. Yeah. Ibwe, kwa nafasi ambayo mko hadi hivi sasa, mnaona malengo yenu ya msimu huu yanaenda kutimia kama ambavyo Hapana, hapana kabisa. Tumeondolewa mapema kwenye michuano ya kimataifa uh, tumeondolewa kidhalili kabisa kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City la ule wa FA sisemi kwamba wana timu mbaya, lakini sio kitu ambacho watu walikuwa wanakitegemea, hata sisi pia kwamba tunaweza kuondoshwa na timu ya ligi daraja la kwanza. Hakuna ambaye alikuwa anategemea hivyo. Kwenye ligi tukiangalia gap ya mtu ambaye yuko nafasi ya kwanza, nafasi ya pili na idadi ya michezo na nafasi tuliyopo, ni ngumu kudeclare kwamba kwenye mechi tano tulizobakisha, tulizo tunaweza kwenda kuwa mabingwa unless iwe vinginevyo ambayo ina asilimia mbili au moja na nusu kwenye uh, levo ambayo tumefika. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutaendelea kumaintain hii nafasi ambayo tuko nayo kwa sababu ni miongoni mwa nafasi ambazo zinatupa nafasi ya kucheza Champions League, I mean, uh, CAF Confederation Cup, lakini kama haitoshi pia inatusaidia kuiweka timu kwenye morali nzuri kabla ya kuingia kambini kuiandaa kwa ajili ya msimu unaofuata. Probably from next season kwa sababu mwalimu hatukuanza naye huyu, alikuja akakuta timu katikati, tunaweza tukaona kitu kizuri zaidi kwa hapa ambako tumefikia Nisiwakatishe tamaa mashabiki, nisiwayumbishe, lakini niwape pongezi kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akiifanya kutusupport, na vile ambavyo wachezaji wanatupambania uwanjani. Unazungumza nini na wachezaji katika michezo hii michache ambayo imesalia hadi sasa? objective yao tangu mechi ya Singida wachezaji walikuwa wanazungumza wenyewe, nahodha Lusajo, nahodha Yaya Zaid wamekuwa wakikusanya wenzao kuzungumza kwamba mnaona hali si ilivyo ya ligi, imekuwa ngumu, kila timu inaweza kushinda mechi mahali popote, iwe ni kwako au kwao kila mtu anaweza kushinda mechi, kwa hiyo kuna haja ya kufanya vizuri. Excuse me, kuna haja ya kufanya vizuri kwenye mechi tano zinazo zilizobakia, uh, ili tuendelee ku maintain status ambayo tumekuwa nayo. I believe kwa timu ambayo ameitengeneza mwalimu Rashid Tausi, leo mmeona watu wengi ambao wamecheza sio wachezaji ambao wanacheza zile nafasi halisi wengi. Foba ni golikipa namba mbili, fantastic kwangu mimi, ni man of the match, amecheza vizuri sana uh, amekuja akachukuliwa uh, Eva Meza kwenda kucheza eneo la Center back, kiuhalisia yeye ni central midfielder Yaya alikuwa amecheza kwenye eneo lake halisi na Kaminko lakini juu yake kuna watu ambao wamepigwa reshuffle ya, ya kuipambania timu pale juu ili hali sio mazingira yao halisi Sopu, Faisal uh, Nado na Sila walikuwa na, na, na kwenye maeneo halisi lakini Faisal, pamoja na, na, na, na, na, na, na, na, Sopu hawakuwa kwenye maeneo halisi ambao walikuwa naji, wanajimu, wanajimwaga kwa second half tumecheza vizuri kwa vile ambavyo ilibidi tucheze kwa sababu ya hizi injuries ndogo ndogo ambazo tumekuwa nazo, wachezaji muhimu tumewakosa. Eson ana cutting e, ya, ya usoni, Mohamed Mustafa ana cutting ya usoni. Kwa hiyo ilikuwa inatulazimisha kutukubaliane na hali ile, tuingie tucheze. Pengine tungekuwa na timu yetu ile ambayo tumezoea kuwa nayo kwenye uwanja leo, hapa pangetifuka, pangewaka hapa. Lakini bad luck kwetu kwamba tumepoteza, good luck kwao kwamba wameshinda. All the best, angalau msimu huu tumegawana alama tatu, uh, tatu kila round kuna surprise yote ambayo umeiona leo kwa upande wa Yanga? Hapana. Na wala sikuwa na concentration kubwa kwao, mi nilikuwa na pressure zaidi na timu yangu kuangalia namna gani na inacheza kutokana na hali halisi ambayo nilikuwa naijua inaendelea, kwa hiyo concentration yangu kubwa ilikuwa ndani ya timu. Again kudos. Yaani vijana wetu wametupambania sana, wame, wamejimwaga sana. Baada ya matokeo haya sasa kufungwa na Singida Black Stars na Young Africans, pengine tunawaahidi kitu gani mashabiki kuelekea katika michezo inayofuata? Uh, mechi inayokuja ni ngumu, kwanza tukubaliane na hilo hakuna mechi rahisi kwenye kipindi hiki ambacho kuna timu zishajua, mimi niko mid table hapa, akipungui kitu akiongezeki kitu uh, kuna mtu yuko chini kule bottom table, anajua mimi bwana, potelea mbali, liwalo naliwe. Na kuna watu wako juu ambao wenyewe wanakuambia nikikushika utawahadithia. Umenielewa? Sijui, yani kila mtu ana namna yake, lakini timu nyingi ambazo tunakwenda kucheza nazo ni mid table team to bottom table team. Tutahakikisha kwamba kwenye hizi alama 15 tunapambana tukunje kila alama kwa sababu kuna namna itatuongezea kitu kwenye safari yetu huko mbele tunakoenda. Leo tumecheza mechi yetu ngumu zaidi kwenye mechi ngumu ambazo zilikuwa zimesalia. Hizi mechi zilizobakia, tunaamini kwamba ni wapinzani ambao tunawaweza, organization ambayo wako nayo viongozi kuhakikisha wanaiandaa team proper ita, itatekelezwa na wachezaji angalau watapumzika sasa, wapungue ile pressure kwamba kuna mechi kubwa kama hizi ziko mbele. Watakuwa wamecheza wame relax comfortable, na tuta, tutafikia hayo malengo. I believe tutafanya vizuri kwenye mechi zinazokuja.